Mheshimiwa Mwenyekiti, uh, ili wiki lote kwa Urambo tuna zoezi la kuboresha taarifa kwenye daftari la kudumu la mpiga kura na zoezi hilo litaanza kesho kutwa. Leo tayari semina inatolewa kwa wale watakaofanya kazi ya biviara operators na wale wasaidizi wao. Kwa hiyo semina inaendelea pale Ukombozi. Ninaomba waheshimiwa madiwani wote na wataalamu wote walioko hapa tusaidie kuhamasisha wananchi. Kuna wale waliohamia hapa wilaya ya Urambo, basi waje warekebishe taarifa zao, ili wasikose haki ya kupiga kura kwa diwani, mbunge na mheshimiwa rais, hasa kwa watumishi wa umma waliohamia. Tunaomba wazingatie hilo, lakini kuna wananchi wale ambao labda kwa bahati mbaya walifariki basi ndugu zao waweze kufika pale na kuboresha hizo taarifa, lakini na wengine ambao wamehama, basi tuweze kurekebisha taarifa zao. Lakini kwenye zoezi hili kutakuwepo pia na wa, kuandikwa wale wapya ambao walikuwa hawajaandikwa kupiga kura. Sisi waheshimiwa madiwani hapa tunatarajia kwenda kupigiwa kura na wananchi. Sasa hawa wapiga kura tuwahamasishe wakajiandike ili na sisi waweze kutupigia kura, diwani, mbunge na mheshimiwa rais. Lakini pia zoezi hili linapoendelea, kazi yetu kubwa hapa ni kuhamasisha, na waandishi wa habari walioko hapa, wakiwepo wakwetu hao wa halmashauri, wataendelea na zoezi hili la hamasa, ili wananchi wote waweze kupata habari hizo. Lakini na wengine watendaji wetu wa kata na wa vijiji wataenda kutumika katika kuhamasisha wananchi, na kuna utaratibu ambao watapewa na wataelekezwa vizuri ili waweze kushiriki zoezi hili. Lakini pia wao watakuwa na nyenzo zao ambazo wanazitumia. Kuna gari la matangazo litaanza kupita kuanzia leo, watu wa idara ya habari na utamaduni watakuwa wanatangaza kwenye kata zetu zote kumi na nane zoezi liko kwenye vituo kumi na nane ambavyo vipo katika ngazi ya kata lakini pale ambapo itatokea changamoto yoyote tumewaapisha uh, watumishi wengi sana zaidi ya mia moja vituo viko kumi na nane kwa hiyo katika kumi na nane tunatarajia watumishi arobaini kwa hiyo kuna ziada ya sitini wataenda kukava hayo maeneo mengine hasa kwa mfano kata ya uyumbu tuna vituo viwili kwa hiyo badala ya kituo kimoja tutakuwa na viwili, lakini na vingine pia vitaongezeka hapo. Kwa hiyo naomba tushirikiane wote kwa pamoja, ili zoezi hili liweze kwenda kwa utulivu na ufanisi.